Ni huzuni majonzi baada ya familia moja mama na watoto wake wawili kufariki dunia katika nyakati tofauti, huku chanzo kikidaiwa ni sumu. Ni katika kijiji cha Nakwa, kitongoji cha Mageni, wilayani Babati, mkoani Manyara, huku mwenyekiti wa eneo hili pamoja na wengine hapa anaeleza hali halisi ya mkasa huu. Mimi naitwa baada ya kama siku kama nne zilizopita, mimi nilipata taarifa ya ugonjwa wa watoto hawa ambao umetangulia kufariki. Niliambiwa wako hospitali hospitali kule mkoani, wakakaa kama siku kama mbili hivi, baadaye tulisikia kifo cha mtoto mmoja. Baada ya kile kifo cha mtoto mmoja, usiku wa kwanza, usiku wa pili tena usiku wake, tukasikia tuka, mtoto mwingine amefariki tena baada ya kufariki kwa kwa tuko hapa kwa ushirikiano, tulikuja kwa ajili ya shughuli za mazishi, kuandaa mpango wa mazishi hapa, ambayo ilikuwa jana jana. Tunazika ile mazishi anakaribia, kisha tunataka kwenda makaburini, kapata taarifa tena mama yao na mtoto amefariki. Sasa tulitaka tu, tu, tu, tufanye mpango tena ya kuwazika wote kwa pamoja, tukawasiliana na uongozi wa juu uongozi wajua, wakatushauri hapana, badala ya kuzika leo mpaka usiku tuahirishe msiba wa mama ke leo. Kwa majina anaitwa Mariamu Kalinanga ni balozi wa hapa, ni mama mkwe wake na binti huyo waliofariki, ma mdogo yani upande wa baba mdogo, kuna watoto walifariki wawili, ndo mama yao akafuata. Walikuwa wote mkoani wamelazwa, na baada hapo waligundulika na tatizo la ini kwa, kwa sababu wanasema wamekula sumu. Watoto huyu aliofarikiwa kwanza ana miaka minne na huyu wa pili ana miaka saba yuko darasa la kwanza na mama pia miaka yake sijajua, ila kama thelathini na tano hivi kizidi. Alikuwa anaishi na watoto wake, mmoja huyu mkubwa alichukuliwa na ba mdogo wake, alivyokataa shule akamchukua akampeleka madrasa huko Kondoa. Kwa hiyo hao wengine alibaki nayo alikuwa anaishi naye hapa. Hali ya maisha yake kabla ya mauti kumkuta, tulimpeleka hospitali ya zahanati hapa Nakwa. Baada ya hapo, alipewa dawa akaja nyumbani. Hiyo dawa alitumia usiku, usiku huo alizidiwa. Asubuhi palipokucha, alimwita huyo jirani wake hapa karibu. Huyo jirani alikuja, alivyokuta hali ni mbaya, akapiga simu nyumbani kwa wakwe zake. Baada ya hapo, mama mmoja akaenda akampeleka hospitali ya Mrara. Baada ya kufika hapo hospitali ya Mrara akapitishwa hospitali ya mkoa akaendelea kwa huduma zaidi. Baada hapo wakampima, alikuwa na mimba miezi mitatu, hiyo mimba ilitoka na baada ya hapo alipata nafuu na kuruhusiwa akaambiwa katumie hizo dawa baada ya kutumia hizo dawa akaambiwa, tarehe mbili mwezi wa sita arudi, ndipo tulimpeleka hiyo tarehe mbili juzi. mm -hmm, ti yeye anapoumwa watoto, yeye alivopelekwa hospitalini ya mkoa alivoruhusiwa akaja nyumbani, watoto wakapelekwa siku ya pili zahanati hapa, na hapo walipopata matibabu wakaja nyumbani, wakaambiwa tumie dawa. Sasa wote wakawa ndo wanaugua hapo nyumbani. Baada ya hapo, tukaona mbona watoto wamezidiwa Tukawapeleka hospitali ya tuliwapeleka wazazi, wazazi wakasema watoto watu hawezi wapelekeni mkoani aiza Mrara kwa haraka haraka, tukaondoka mpaka Mrara na hao watoto, wakaendelea na matibabu huko Mrara na ni mkoani. Hata hivyo, jeshi la Polisi mkoa wa Manyara linaendelea na uchunguzi pamoja na madaktari. Nikiripotia Dodoma TV kutoka hapa mkoani Manyara, mimi ni Kitana Hamisi.